Karibu katika mada leo. Tunakwenda kujifunza njia za asili za uzazi wa mpango. Video hii ni kipekee kuhusu njia salama za asili za uzazi wa mpango. Kama wewe ni mwanandoa, kijana au mzazi unayetafuta njia za kupanga uzazi bila kutumia dawa, sindano au vifaa vya hospitali, basi hii ni video muhimu sana kwako. Leo tutajifunza njia ya kutumia maarifa ya mwili wako kupanga familia kwa njia asili salama na isiyo na madhara ya kiafya. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, tafadhali hakikisha una subscribe ili uwe unapata mauzuri ya kiafya mara kwa mara. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Hakikisha pia una like. Basi tuanze. Na njia asilia ni nini? Njia asili za uzazi wa mpango ni mbinu zinazotegemea uelewa wa mzunguko wa uzazi wa mwanamke bila kutumia dawa au vifaa vya kisasa. Lengo ni kujua siku ambazo uwezekano wa kupata mimba ni mkubwa na kuepuka au kufanya kutofanya tendo la ndoa kulingana na malengo ya uzazi wako. Aina ya njia asilia ni zipi? Hapa tutajadili njia sita kuu za asili ambazo zitakusaidia wewe kupanga uzazi wako. Njia ya kwanza, njia ya kalenda ya hezi. Mwanamke anafuatilia mzunguko wake wa hezi ili kujua siku zake za hatari na salama inahitaji ufuatiliaji wa mzunguko kwa miezi kadhaa, takribani miezi sita ili kutambua mzunguko wako ni mzunguko upi. Kwa kila mzunguko nitaelezea mzunguko mfupi, wa kati na mkubwa. Mzunguko wa siku ishirini na moja, siku ya ovulation ni siku ya saba na siku za hatari ni kati ya siku ya tatu mpaka siku ya tisa kuanzia kwa siku ya tatu ya hezi mpaka siku ya tisa kwa mzunguko wa siku ishirini na moja hapo ni hatari ya kupata ujauzito kwa mzunguko mrefu wakati wa siku ishirini na nane siku ya ovulation, ni siku ya kumi na nne hivyo uwezekano wa kupata ujauzito ni kuanzia siku ya kumi mpaka siku ya kumi na sita hapa katikati unaweza kupata ujauzito kwa mzunguko wa siku haia siku ya ovulation ni siku ya ishirini na moja na uwezekano wa kupata mimba ni kuanzia siku kumi na saba mpaka siku ya ishirini na tatu Kama mzunguko wako ni tofauti ya siku hizo nilizozitaja hapo, tafadhali niandikie kwenye comment section, na nitakujibu na nitakuelekeza ni siku gani ya hatari kwako ambapo unaweza ukapatwa ujauzito. Njia ya pili, njia ya joto la mwili. Basal body temperature, mwanamke kupima joto lake la mwili kila asubuhi kabla ya kutoka kitandani. Baada ya ovulation joto huongezeka kidogo kwa nyuzi joto 0.3 mpaka 0.6 degree of centigrade. Joto likiongezeka kwa siku tatu mfululizo, basi kipindi kinachofuata ni kipindi salama kinaanza. Mara nyingi joto huongezeka kipindi cha ovulation. Ukiona joto limeongezeka, basi ni kipindi cha ovulation. si kipindi salama kwa ajili ya ni kipindi si, si kipindi salama, na kipindi hicho huashiria kwamba ujauzito unaweza ukapatikana muda wote, lakini joto la mwili linapokuwa chini, basi ni kipindi salama na huwezi ukapata ujauzito. Njia ya tatu, njia ya ute wa uke, cervical mucus method. Mwanamke huchunguza uke, ute wa ukeni kila siku. Ute wa kunyooshwa kama yai bichi huashiria ovulation au hatari ya kupata mimba. Ute ukiwa mzito na kuvutika, ni kipindi cha hatari ya kupata ujauzito. Njia ya sayeptosemo hii ni mchanganyiko wa njia ya joto, ute wa uke na dalili zingine kama maumivu ya ovulation, mabadiliko ya matiti na kadhalika. Ni njia yenye ufanisi zaidi, kwa sababu inategemea viashiria vingi. Katika njia hii ya nne, utaangalia kwanza kalenda yako ya hedhi. Je, ni siku salama? Utaangalia joto lako la mwili, lakini pia utaangalia njia ya ute kama nilivyoelekeza hapo juu. Kuna njia ya tano, njia ya kunyonyesha, lactational amenorrhea method. Inafaa kwa wanawake wanaonyonyesha kikamilifu mtoto wa umri chini ya miezi sita na bado hawajapata hedhi. Inasaidia kuchelewesha kurudi kwa ovulation. Katika njia hii, mwanamke anapaswa kunyonyesha mtoto takribani mara kumi mpaka kumi na tano kwa siku, kwa wale ambao ananyonyesha. Lakini pia anaponyonyesha mtoto mtoto wake ananyonya takribani dakika kumi na tano mpaka nusu saa. Hii inasaidia kuchelewesha kurudisha kwa ovulation. Njia ya sita, kujiepusha na tendo la ndoa wakati wa ovulation. Ni njia rahisi ya kuepuka mimba kwa kutojihusisha na tendo wakati wa siku za hatari kulingana na mzunguko wa hezi. Faida za njia ya asilia: hakuna madhara ya kiafya, zinapatikana bure, hazihitaji dawa wala vifaa, usaidie kujua na kuelewa mwili wako vizuri, zinahusisha mawasiliano ya karibu kati ya wenza, zinaweza kuchanganywa kwa usahihi zaidi. Changamoto ya njia hizi zinahitaji nidhamu na ufuatiliaji wa karibu kila siku. Mzunguko usio wa kawaida unaweza kupunguza ufanisi. Zinaweza kushindwa kama hazitumiki kwa usahihi. Hazilindi dhidi ya magonjwa ya zinaa. Ni nani anaweza kutumia? Wenza walioko kwenye ndoa au mahusiano ya kudumu, wanawake wenye mizunguko ya hedhi inayo fuatilika. Kuna baadhi ya mzunguko yaizi huwa haifuatiliki, kwa hiyo sikushauri utumie. Watu wanaotafuta njia zisizo za dawa kwa sababu za kiimani, kiafya au uchunguzi wa maisha. Ushauri wa ziada: anza kwa kufuatilia mzunguko wako kwa miezi mitatu hadi sita. Tumia kalenda au api kufuatilia mzunguko. Wasiliana na mtaalamu wa afya kwa msaada na ushauri. Changanya zaidi ya njia moja ili kuongeza usahihi. Njia za asili za uzazi wa mpango ni mbadala mzuri, hasa kwa watu wanaotaka kupanga uzazi kwa njia ya kiasili. Kwa kutumia maarifa ya mwili wako, unaweza kupanga familia bila madhara ya kiafya. Kumbuka, ufuatiliaji sahihi na mawasiliano kati ya wenza ni muhimu sana kwa mafanikio ya njia hizi. Kama unataka video ya kina, jinsi ya kutumia kila mmojawapo ya njia hizi, acha comment kwenye comment section, lakini pia usahau kulaiki ku subscribe. Kwa elimu zaidi, ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, tukutane katika mada zijazo.